Radio Kwizera FM ikiwa na nakutangazia kutokea hapa Ngara, Kagera, Tanzania. Tayari ni dakika ya 35 mara baada ya saa moja, naomba nikukaribisha sasa kwenda kusikiliza kipindi cha Tunza Dunia, na leo kikiangazia nishati jadidifu na umuhimu wake katika maendeleo endelevu. Unaweza ukaweka maoni yako kupitia kwa kututumia ujumbe mfupi kupitia namba 0692573615 na maoni yako nitayasoma hapo baadaye. Mazingira, tuitunze dunia, tulime kilimo chenye tija, matumizi ya, tu ya hey, hey, nishati safi ya kupikia, tutunze vyanzo vya asili vya maji hey. Ni juma lingine tena ndani ya kipindi cha Tunza Dunia ambacho ni sehemu ya kampeni ya Tunza Dunia inayoletwa kwako na kampuni ya Mainstream Group Limited. Naitwa Koleta Home, nami ni Beka Muhamba. Tunza Dunia ni kampeni inayohamasisha jamii ya wakulima juu ya kilimo chenye tija kupata mazao bora na kuzingatia utunzaji wa mazingira matumizi ya nishati safi ya kupikia, jamii iweze kutambua madhara ya kutumia nishati za asili, pamoja na kuhamasisha matumizi sahihi ya nishati mbadala zenye ufanisi na zisizo na madhara kiafya. Msikilizaji, kupitia Tunza Dunia utapata kufahamu na kuelimika juu ya umuhimu wa kutunza mazingira na vyanzo asilia vya maji, matumizi sahihi ya vidhibiti taka na upandaji wa miti ili kurejesha mifumo ya ekoloji. Tunza Dunia kinaletwa kwako kwa ushirikiano wa Redio Main FM Kigoma, Access FM ya Mbea, Alternative FM ya Dodoma, Banana FM Kilimanjaro, Bariad FM Simiu, Dream FM kutokea Mbea, Elolama FM kutokea Njombe, FM Manyara, Gold FM ya Kahama, Redio Kwizera FM kutokea Ngara Kagera, Lumen Media ya Arusha, Mazingira FM ya Bunda, Machesha FM ya Katavi, Mes FM ya Tunduru, Newala FM kutokea Mtwara, NFM Kigoma, Pambazuko FM ya kutokea FM Ifakara, Salvation FM tokea Mbinga, Savi FM ya Arusha, Selus FM ya Songea, Storm FM ya Geita, Sunrise FM ya Arusha, Tunduma NLC FM tokea Songwe, na Vos FM ya Sumbawanga. Tuitunze dunia, eh, eh. Ndani ya Tunza Dunia wiki hii tutaangazia maana ya nishati jadidifu, aina zake pamoja na umuhimu wake kwa maendeleo endelevu. Kupitia mada hii utapata nafasi ya kuwasikiliza wananchi kutoka kata Kitongoni, mtaa wa Usagara, ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, wakielezea uelewa wao kuhusu nishati jadidifu, chanzo gani hasa ambacho wanatumia lakini faida zake, bila kusahau changamoto ambazo wanakutana nazo wakati wa kutumia nishati hiyo. Na kupitia mada hii kwa urefu zaidi, tunaye afisa uhusiano kutoka shirika la umeme Tanzania, TANESCO, mkoa wa Kigoma, ndugu Bernard Mafuru. Naye ataelezea maana halisi ya nishati jadidifu, lakini pia jinsi gani nishati ya umeme inachangia maendeleo endelevu. Msikilizaji, unaweza kusafiri nasi kupitia nambari ya simu 0677774433 au kupitia akaunti yetu ya Instagram @tunza_dunia. Tuitunze dunia, hey. Sasa nishati mbadala kama inavyofahamika ni nishati inayopatikana kutokana na vyanzo visivyokauka kwa urahisi na visivyo na madhara makubwa kwa mazingira. Tofauti na mafuta ya petroli, makaa ya mawe na gesi asilia ambavyo hivi huzalisha uchafuzi mkubwa wa hewa. Nishati mbadala hutumika kama suluhisho endelevu kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mifano ya nishati mbadala ni pamoja na nishati ya jua, upepo, maji, joto ardhi pamoja na biomass. Kwa mfano, paneli za sola hutumia miale ya jua kuzalisha umeme, mitambo ya upepo kubadilisha nguvu ya upepo kuwa nishati ya umeme, lakini na mabwawa ya maji huchangia kuzalisha umeme kupitia mtiririko wa maji. Vyanzo hivi havichafui kabisa mazingira kwa kiwango kikubwa kama ambavyo inaweza kuwa inatajwa, na vinapatikana kwa wingi katika sehemu mbalimbali duniani. Umuhimu wa kutumia nishati mbadala ni mkubwa haswa. Kwanza, hupunguza ongezeko la gesi chafu linalochangia mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pili, ni njia ya uhakika ya kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya kudumu kwa vizazi vijavyo. Na tatu, huongeza fursa za ajira kupitia teknolojia mpya na miradi ya uzalishaji. Zaidi ya hayo, pia hupunguza utegemezo wa mafuta ya petroli ambayo bei yake hubadilika mara kwa mara katika soko la dunia. Jumla kusema, kwa ujumla tunaweza kusema kwamba nishati mbadala ni nguzo muhimu ya maendeleo endelevu. Na ili kulinda mazingira na kuhakikisha ustawi wa kiuchumi na jamii, ni wajibu wa jamii na serikali kuwekeza hasa zaidi katika vyanzo hivi vya nishati. Lakini sasa hebu tujiulize, je, jamii inauelewa kuhusu nishati jadidifu? Hoja hii imetufanya tukite kambi katika manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, na hapa tunakutana na Hussein John, Bilali Erasmus Joseph, pamoja na Hoka Kilima, na hawa wanatueleza juu ya uelewa wao kuhusu nishati jadidifu. Tuanzie kwako Huseni, unaelewa nini kuhusu nishati jadidifu? E, binafsi navyoifahamu nishati jadidifu ni nishati inayopatikana kutokana na vyanzo vinavyoweza kujirudia na havikauki haraka kama vile jua, upepo, maji na sola. Kwa majina naitwa Erasmus Joseph, natokea mkoa wa Kigoma. Kwa mimi ninavyoelewa, nishati jadilifu ni nishati ambazo zinatumika pasina kutegemea vyanzo vingine vya vyanzo vingine kama mfano maji na vitu malighafi zingine zingine, yaani nishati ambazo zinajitegemea na haziishi kwa muda kwa muda mfupi, yani zinatumia muda mrefu kuisha. Kwa jina anaitwa Uka Kilima. Mimi navyojua nishati jadidifu ni nishati ambayo ina matumizi mengi, ni nishati ambayo unaweza ukatumia kwa muda mrefu, na huwa inajirudiarudia kwa mtu ambaye anaitumia na hii haiishi. Kwa mfano kuna nishati ya maji, kuna nishati ya umeme, kuna nishati ya jiko la jua. Zipo nyingi, ila nayozifahamu ndo hizo. Sasa pengine tuanze na hoka, nishati gani jadidifu ambayo umewahi kuitumia au unaitumia hivi sasa, na imekupa faida gani mpaka sasa hivi? Kwa ninavyofahamu, e, faida za sola, sola ina faida nyingi sana kwa mazingira ya binadamu. Kwanza hupunguza gharama baada ya kufunga, unapofunga sola unapunguza gharama mbalimbali. E, ni rafiki kwa mazingira kwa sababu haina uchafuzi Sola haina uchafuzi unapokuwa umeifunga. E, ni rafiki kwa jamii, mazingira yoyote yale, sola unaweza ukaiweka na ikawa tulivu, na pia e, ni chanzo ambacho kinapatikana sehemu yoyote ile, unaweza kutumia vijijini, unaweza ukatumia mashambani. E, bado hizo ni faida ambazo mimi ninazipata kutokana na chanzo inachokitumia mimi cha sola. A, moja ya umuhimu wa nishati jadidifu inarahisisha matumizi madogo madogo na pia ni bei ya chini ambayo inaweza ikamrahisishia kila mwananchi kuitumia kwa, kwa muda huu ambao anakuwa na uhitaji. Msikilizaji, mpaka sasa kuna mawili matatu ambayo tayari utakuwa umeondoka nayo. Tumesikiliza kuhusiana na uelewa ambao wananchi wanao kuhusiana na nishati jadidifu lakini pia faida ambazo wanazipata kupitia nishati hiyo ambayo wanatumia. Beka, kila shilingi ina pande mbili haswa. mm -hmm. Sasa changamoto pengine ambazo wanazipata kutokana na hiyo nishati ambayo wanatumia, na hapa kila mmoja atueleze aina ya nishati jadidifu anayetumia, lakini na changamoto zake. Tuitunze dunia. Uh, sola pia na changamoto zake kwanza na gharama kubwa za awali za ununuzi na ufungaji. Unaponunua sola awali, kwa sisi ambao tuna maisha ya chini kidogo, tunanunua kwa bei ghali sana. Lakini pia hutegemea hali ya hewa, kwa mfano, mvua au mawingu huzuia mwanga wa jua, jua linapokuwa limekamatwa na mawingu. Hali hii hufanya sola isipate nishati iliyokuwa ni bora, nguvu yake inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo hayo ni madhara mojawapo ya nishati hii ya sola ambayo yanakuwa yanajitokeza. Changamoto ya nishati jadilifu ya sola mojawapo ni mfano jua litakapozima, hiyo siku aliwaki labda kuna mvua, hiyo ni changamoto mojawapo ambayo mwananchi anaitumia nishati jadilifu ya sola ikaweza ikampelekea changamoto kushindwa kutumia kuasha mataa au kuchaji simu au weza kufanya mambo madogo madogo katika mazingira yake. Changamoto yangu unayopata kwenye nishati inayotumia hii ya maji, ya kwanza ina gharama yani kunua vifaa ni yani vya kufanya maji yapite kwa wingi, ni gharama ingine. Ni mtu yani yani, so unaunganisha tu kifaa kinatoa maji chenyewe ni yani, kuna mtu inabidi awe anakuwa ya pale ya na connect, yani kupata watu wasomi walichokisomea wa, wa hicho kitu ni kazi, ni gharama, lazima utumie pesa utumie nguvu ili kufanikisha mambo yako. Sasa baada ya kuwasikiliza wananchi kila mmoja akieleza uelewa wake kuhusiana na nishati mbadala, huku kila mmoja akieleza aina ya nishati mbadala ambayo amekuwa akitumia, sisi leo tumeamua kuketi hasa kuijadili nishati mbadala ambayo imekuwa ikitumiwa na watu walio wengi zaidi hapa nchini Tanzania. Na hii sio nyingine ila ni nishati ya umeme. Na kwenye kulijadili hilo, tumeamua kusafiri mpaka mkoani Kigoma, na hapa tunakutana na Bernard Mafuru. Huyu ni afisa uhusiano kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO, mkoa wa Kigoma, ndiye ambaye tunajadili naye juu ya masuala haya ya nishati jadidifu pengine, e, Bernard kwa kuanza na tafsiri, ninyi kama shirika la umeme Tanzania TANESCO, nishati jadidifu mnaitafsiri vipi? E, sisi kama shirika tunaitafsiri nishati jadidifu e, ni kama nishati, e, nishati mbadala like, inayotokana na vyanzo asilia lakini hmm, ni vyanzo ambavyo vina sifa moja kuu ambayo ni kupunguza uzalishaji wa hewa chafuzi. Kwa hiyo sisi kama shirika hapo kabla tulikuwa na, na baadhi ya vituo vyetu ambavyo vina vinazalisha umeme kwa kutumia kwa mfano mafuta mazito ya dizeli, lakini tume ni kama sasa hivi tuna vifeza out kabisa. Sasa hivi tunazalisha kwa kutegemea E, vyanzo vikubwa sana vya maji hmm. E, na joto ardhi hmm. Kwa hiyo kama shirika tumepewa ipati kubwa, na tunaendelea tunaenjea kupewa ipati kubwa sana hmm. Kwenye kuhakikisha ya kwamba si tu kwamba tunazalisha umeme lakini tunazalisha umeme ambao kutumia vyanzo ambavyo havitakuwa ni visababishi e, hmm. Vya hewa chafuzi okay. ndio hmm. TANESCO -ta kwa sasa inajihusisha inaji vipi na hii nishati jadidifu? Kuna miradi yoyote ambayo eh, kama shirika inayo. Ah, ndio. Eh, kwanza labda niseme kidogo ndio E, sisi kama shirika e, tulijikita sana katika kuhakikisha nchi e, yetu e, maeneo yote, yote yanafikiwa na huduma ya umeme mpaka yeah, tunapoongea sasa hivi e, miji yote vijiji vyote pamoja na vitongoji vyote vimefikiwa, yeah, na huduma ya umeme pia, tume, tuna kampeni yeah, maalumu ambayo tunaendelea nayo ambayo inasema pika kwa umeme. E, umeme nishati nafuu zaidi jikoni mm. Sisi kama shirika kutokana na, na umeme kufika katika maeneo yote ya nchi hii tumekuja na, tumekuja na utafiti ambao e, umeleta uvumbuzi wa majiko janja ya umeme ambayo yanatumia gharama nafuu zaidi kuliko nishati yoyote ambayo Mtanzania anaweza akatumia mm. Mfano fano, e, huwa tuna majiko janja ambayo tunayaita pressure cookers mm. Au induction cookers ambayo tumefanyia utafiti kama shirika. Una uwezo wa kupika chakula cha aina yoyote kwa muda wa lisali moja na ukatumia unit moja Hmm, ambayo uniti moja inazazaa na shilingi mia mbili na hamsini. Lakini ukiacha kuwa e, kuwa inatumia gharama ndogo, pia ni, ni ni salama kwa afya. hmm. Majiko hayo hayatoi mvuke au moshi wa aina yoyote ambao utamwathiri utumiaji. Lakini pia sisi ni wadau wakubwa wa mazingira kama hmm. ambavyo tumesema e, hapo mwanzo tulikuwa na vituo vingi ambavyo tunazalisha kwa kutumia mafuta ya dizel ambayo vinatoa moshi, hmm. lakini sasa hivi tumejikita sana katika miradi ya ya, ya, ya kuzalisha umeme wa kutumia maji. Kwa mfano hapa Kigoma, tunafahamu kuna mradi unaendelea sasa hivi uko hmm. kwenye hatua za, za ujenzi unaendelea e, mradi wa Maragarasi ambao tutapata umeme takriban ni megawati 495, lakini e, Shinyanga pale tuna mradi wetu mwingine kisha pale tuna mradi wetu mwingine kuzalisha umeme kwa kutumia eh, kwa kutumia jua hmm. Kwa hiyo hizo zote ni ni, ni effort ambazo shirika eh, linafanya kuhakikisha watanzania wanapata umeme uhakika, lakini hapo hapo tunalinda mazingira eh. ukiangalia eh, matumizi makubwa ya nishati isiyo safi eh, wananchi walikuwa wanaenda wanakata miti kwa ajili ya kuni kwa ajili ya kupikia. Sasa ilikuwa inakuja na athari au hatari nyingi sana. Kwanza eh, sisi ni wadau wakubwa wa mazingira, kwa hiyo misitu inatusaidia kupata mvua ambazo zinakuja eh, kuleta maji yanayokuja kutumika kuzalisha umeme katika njia ambayo ni mm. i mm. Lakini pia eh, mvua ambazo zina, zinakuja zina, zina kujaza mabwawa yetu mm. Kama tunavyofahamu tunaofahamu eh, mabwawa kadhaa tunategemea mvua kubwa sana kupitia misitu. Kwa hiyo ni wadau wa mazingira moja kwa moja mm. Lakini pia kwa kwa wananchi, kulikuwa kulikuwa na cases kadhaa tunazipata tunasikia, na udhalilishaji wa kijinsia unafanyika eh, binti au watoto wa kike wakienda kwenye kokota kuni na nini. Kwa hiyo kupitia eh, miradi hii ya, ya, ya majiko janja tunamwezesha tuna, tuna mtanzania au tuseme tunamkomboa mtanzania kwanza kiafya, lakini pia kiuchumi, lakini kijamii pia hmm. kama ulivyokaona. Kwa hiyo eh, mirai yangu kwa watanzania pamoja na wananchi kwa ujumla, tuyapokee majiko haya ambayo tumefanyia utafiti na ni ya teknolojia kubwa sana, na tumeendelea kutoa elimu hii eh, katika, katika maonyesho mbalimbali eh, kwamba tuachane na na, eh, mawazo ya kwamba kutumia nishati ya umeme kama nishati ya kupikia ni ghali. Kwa hiyo ni nishati ambayo kwanza ni nishati nafuu, lakini ni nishati inayopatikana muda wote. Hizo pia inasaidia kwenye kuhifadhi mazingira, of course, of course, eh, inasaidia kwenye kuhifadhi, eh, mazingira. Na na uchafuzi wa mazingira unaweza ukaone usionekane kama ni tatizo kubwa, lakini ni tatizo kubwa sana, yeah. Kwa mfano, mtanzania anayepikia kumi, kwanza anajiweka katika mazingira ya hatari enda msituni kuokota kuni, kwa sababu kuna wanyama wakali. Anaenda kuchanja kuni, anaenda kuchanja kuni eh, anakutana na wanyama wakali. Kwa hiyo kwanza uhai wake unakuwa upo at risk, hiyo ni swala la kwanza. La pili, sio salama kwa afya, kwa sababu anapopuliza ule moshi, moshi unapomrudia unamuathiri kiafya, na ni hataona kwa wakati mmoja, anachukua muda, lakini muda unapokuwa unazidi kwenda, anazidi kuathirika, na unaona jamii nyingi ambazo bado zinatumia sana nishati sio safi, kuna maambukizi makubwa au kuna hali ya watu kupata shida kubwa za matatizo ya mfumo ya, ya kupumua mm-hmm. Kwa hiyo sisi kama shirika e, tumekuja na programu hiyo ya majiko janja mm -hmm. Lakini sisi kama shirika pia tulikaa tukaji e, tukaona pamoja na kwamba e, nishati ya umeme inazalishwa kwa vyanzo mbadala, lakini tujikite katika vyanzo ambavyo havitakuwa chafuzi kwa mazingira mm -hmm. Bernard, unafikiri kwa nini Tanzania inahitaji kujikita huko kwenye matumizi ya nishati jadidifu kwa hivi sasa uh, kuna sababu nyingi mm. E, kuna sababu nyingi e, za kitaifa lakini pia za, za kimataifa yeah. Tunafahamu ya kwamba e, mm. sisi kama taifa kuna mikataba kadhaa ya kimazingira ambayo mm. tumeingia na taasisi kubwa na, na makampuni yeah. Lakini sisi kama Watanzania tunasema mtaji wa kwanza ni afya tunasema afya. Mtaji namba moja mm. ni afya. Afya ikiwa mm. imetetereka, haya mengine yote hayawezi kufanyika. Tuna, sisi kama Watanzania inabidi kizalendo tuwe wa kwanza kujilinda kiafya mm. Sababu kama tunavyofahamu, majukumu tunakuwa na majukumu mbalimbali. Sasa mtaji namba moja ambao utaweza kupelekea au kufanikisha ndoto za mtanzania kufika pale ambapo inatakiwa kufika mm. ni kuwa na afya njema mm. na afya njema utaipataje au utaigarantii vipi ni kwa kutumia nishati ni ambayo jadidifu mm. ambayo ni nishati safi ndio umezungumza. ume, ume, mkakati uliopo kuhakikisha kwamba kwa upande kwa e, kwa umeme unafika vijijini kwenye vitongoji, nishati jadidifu ambayo tunaizungumza, unafikiri inachangia vipi hasa kwenye upande wa maendeleo endelevu huko vijijini? Kwanza kama ulivyosema mm. e, ya kwamba huduma e, nishati hii ya umeme imefika mm. katika maeneo karibu yote, labda niongezee hapo, bado pia kuna mpango ambao wananchi wakae mkao wa kula. Unakuja mpango huo una huu ni mpango ambao eh, serikali kutahakikisha maeneo yote ambayo hayajafikiwa na miundombinu ya umeme hmm. naongelea nguzo, naongelea transformer, miundombinu hiyo itafikiwa, itafikishwa katika maeneo ya wananchi wote wa mkoa wa Kigoma hmm. na maeneo mengine ya nchi yetu, kwa gharama za shirika. Sasa kwa nini pia kama shirika na serikali ilituwezesha ili tuweze kufanya huo mpango e, tunaamini ya kwamba sisi kama Watanzania inabidi tuwezeshane, na tutawezeshana vipi ili kuwezeshana inabidi tuwe na afya njema, njema. Sasa nishati kwa mfano hiyo ambayo tunasema itafika mpaka vijijini kabisa kule, ndio kuna matatizo makubwa. Naweza nikasema hivyo kwa sababu eh, bado elimu kubwa haijafika katika maeneo yale. Kuna kuna kuna mithi ambayo inaonekana ya kwamba eh, ukipikia eh, nishati ya umeme chakula sio kitamu, <coughs> au chakula hakitoi ukoko <coughs> ni nadhani ni, ni, ni mentality tu dhana. Ni dhana eh. Ni nishati hii, ni nishati ni, ni, ni safi sana mm -hmm. sisi tunasema katika nishati mbadala zote ambazo zinaweza kupatikana mm -hmm. chini ya chini ya ya dunia yetu mm -hmm. umeme tunaita eh, ndio the greenest energy mm -hmm. ndio nishati ambayo haitoi hewa chafu, ndio nishati ambayo na, na ukiangalia kwa mfano majiko ambayo tumepiga nayo sisi yeah. eh, mtu akipika baada ya kumaliza kupika, akiinua sufuria yake kwenye hiyo jiko, ndani ya sekunde kumi jiko limekuwa la baridi. Kwa hiyo kuna hata zile ajali mm -hmm. ambazo mtu anapikia mkaa mara amekanyaga mkaa ameungua au kuni imemdondokea mkononi. Kwa hiyo tuna tuna tunaweka focus kubwa sana katika maeneo ambayo ni ya jijini ili kuwakomboa wa watanzania wenzetu wa hmm. ili kuwaelimisha watanzania wenzetu wa hmm. kwa sababu kama unavyofahamu hili ni shirika la kizalendo na ni shirika la umma. Tunaposema Tanesco ni mimi pamoja na wewe. Mimi ni mfanyakazi kazi tu wa Tanesco hmm, lakini ni shirika letu wote kama Watanzania. Kwa hiyo tumeamua kufocus sana katika miradi hiyo, kwenda mpaka katika maeneo ambayo yalikuwa yafikiwi na huduma na ya umeme, ili tuweze kuwakomboa eh, wa Tanzania wenzetu kiafya, kijamii hmm, kiuchumi na kimazingira pia. Tunazungumza tuna tunasema, eh, lengo kubwa pia ni eh, kwa ajili ya kulinda mazingira, kwa maana ya kwamba pia tunahitaji kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Inawezekana kukawa na ugumu ndivyo ambavyo tunatakiwa kufanya. E, pengine kuna mtu hafahamu, anasikiliza lakini sasa hivi hafahamu ni, ni, ni kwa namna gani matumizi ya nishati safi ya kupikia yanaweza yakasaidia au yakachochea kwenye mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia ya nchi tunafahamu mm. E, moja kati ya vichochezi vikubwa ni nishati isiyo safi, kwa mantiki ya kwamba ni nishati ambayo inatoa moshi, moshi mm. Sasa automatically kwa kutumia nishati ya umeme ambayo ndo tumesema ni the most pata matokeo ambayo yanatoa moshi au ya yanatoa takamoshi mm. Na ukiangalia kwa mfano kwa mifano ya nchi zilizoendelea, nchi hivi tunaona mpaka kuna vitu kama motokaa, magari ambayo yanatumia ya nishati ya umeme mm. Kwa hiyo yote haya yazidi kutueleza ya kwamba nishati ya umeme ndio nishati nafuu zaidi na mm. ndio nishati safi zaidi kuliko nishati nyingine zote mm. Tunaweza pia kupenyeza hapo kwamba nishati jadidifu inachangia kwenye eh, uchumi wa, wa, wa, wa kijani. Ni kweli mm. ni kabisa, bila, bila mashaka Nakubaliana na wewe, wananchi wanafahamu au kuna sehemu wamefungwa hawajapata huo uelewa, tunalazimika kutoa elimu kwa wingi. Of course eh, ni ni jambo mtambuka, lakini ni jambo ambalo tumeiwekea mikakati ya kutosha sana hmm. Tunaamini sisi kama shirika, ukombozi wa kwanza ni elimu. Kwa hiyo kufahamishana, kupitia na kupeana elimu kupitia matamasha mbalimbali, tunaendelea na hizo jitihada na hatutachoka sisi. Kama shirika tumesema, hatutachoka na tutafika maeneo yote, tutajitahidi kadri tunavyoweza kuwafikia wananchi wote na, na kuwaelimisha. Ni changamoto gani ambazo ninyi mnakutana nazo hasa katika kuendelea kuhamasisha na kukuza matumizi ya nishati jadidifu? Of course moja ya changamoto kubwa ni tunaita dhana dhana ambayo tayari imeshajengeka. e, kuna dhana imeshajengeka ya kwamba matumizi ya nishati isiyo safi ndiyo ndio, ndio nafuu zaidi hmm. Kuna dhana ambayo e, umeme ni kitu ghali sana, lakini ni dhana ambayo inabidi tuibadilishe, na ndio maana nasema tunaendelea na jitihada za kuelimisha Watanzania wenzetu hmm. ili waweze wafahamu lakini pia waweze kuona kwa macho yao, kwa sababu kwenye utoaji huu wa elimu ambao tunauongelea juu ya majiko haya yanayotumia nishati nafuu zaidi ya umeme jikoni hmm. huwa pia tunafanya eh, huwa tunafanya live demonstrations, tunafanya kama ni mapishi tunapika pale na mteja anaona unit ambayo zimetumika pale hmm. kwa hiyo kikubwa ambacho ni naweza nikasema kimekuwa kime ni changamoto ni upokeaji hmm. upokeaji wa elimu hiyo, lakini naendelea kutoa rai, sisi kama shirika tutachoka, tutaendelea kuwa elimu hiyo Watanzania wenzetu wa na ni matumaini yangu baada ya elimu hii kuwa imetolewa kwa kipindi kipindi kirefu kidogo, ndiyo, watu wataweza kubadilisha mtazamo na kuja kuamini kwa kwamba matumizi ya umeme jikoni ni matumizi nafuu zaidi. Unasema watu wameishi na matumizi ya nishati ambayo sio salama kwa muda mrefu, kwa muda mrefu, kwa hiyo huwezi ukawatoa tu ndani ya muda mfupi. Eh, inahitaji kidogo muda pia ndio. Mm, kwenye, kwenye upande wa gharama umeeleza hapa kwamba dhana ambayo imeendelea kujengeka, watu wanaamini matumizi nishati sio safi e, na salama ni nafuu zaidi ukilinganisha na matumizi ya nishati jadidifu. Hasa kwa upande wenu ninyi kama Tanzania, kuna kuna haja watu kuhofia gharama wakati ambao tunasema wafanye hivi kwa ajili ya usalama wa maisha yao. Inawezekana leo ukaiona e, ni gharama kubwa kutumia nishati jadidifu au nishati safi. Usizingatie kwamba kwenye matumizi ya nishati chafu kuna gharama zaidi utazitumia pale utakapokua ugua. tuna- tunaweza wa kuchukua mfano hmm. mdogo ambao ni mfano wa uhalisia wa tu ndiyo. Kwa mfano tukisema tunapika chakula kama makande mm, tunafahamu makande yanachukua muda kuiva. Yeah, ukitumia nishati kama eh, mkaa, utanunua kisado kimoja labda shilingi elfu moja ndiyo yeah. Lakini majiko haya ambayo sisi tumeyafanyia utafiti yanapika makande kwa kutumia muda wa dakika 48 ambayo ni sawasawa na uniti moja ya umeme ambayo ni shilingi 250. Tunaweza tukaona bila kificho mm, kwa uhalisia wake mm, ya kwamba kwanza mkaa utakupamoshi utauvuta, afya yako itaathirika mm. Lakini moshi ule pia utaathiri uta e, tabia nchi mm. Lakini pia e, usafi wake inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo vitu vyote hivyo ukiviangalia na umepata gharama kubwa, unaweza tukasema umezalisha au umepika chakula hicho kwa shilingi 2000 a lakini majiko haya majiko janja unapika chakula hicho ambayo ni makani wa dakika 48 kwa almost unit moja ambao ni shilingi 250. Kwa hiyo mimi niendelee kutoa rai kwa Watanzania mm. Tuyapokee majiko haya. Sasa hivi mm. tuna umeme ambao ni reliable, sustainable na umeme ambao sisi tunatumia hapa kama mkoa, labda labda, eh, msabeka nikwambie 97.7.